Wakati tulikamata Goma tukasema mwenye anapenda tumika na siye atumiki, na mwenye apendi anafanya nini? Tunamfunga. Sasa tulibafunga tukawa lemetre ku MONUSCO. MONUSCO wao bachunge hiyo, siye acha kula kwa kubakulishi MONUSCO wabachunga panda de moi. Tukasema mwenye anapenda enda, anaenda ana signate engagement, anatoka mkisoda mbele ya ceicer. Ceicer bali chama fiche mpango wa Monesco kila mtu akasinye mimi natoka mukisoda, mimi natoka mukisoda, mimi natoka mukisoda, modrudishe kwetu. Kisha unakamata teni, unakamata bunduki, unakamata ekipement ote militaire, unafanya nini? Bakatupatia cm 23 tukambia seisere baprisonnier bako, bako aba ee, baprisonnier jua kali ikawapandisha mumabisi wakaenda Kibumba Kibumba Ruchuru Ruchuru wakafika Butembo Butembo wakaenda Beni Beni, avyo zingine zina wangoya wangoya wanafanya buchinga sana, wanafika Butembo oh tunafika muinite tu sayi sayi say, na wambia pa musha andika nye mkoba prizonye musha andika kama natoka mkisoda mwezi ulitea tena mkisoda sayi sayi na kutia muavyo ya nakurua mpaka kwenu kunyumba

iko na chaki za kupapatia, lakini kusema ile chaki ifike kwa ile ekole ya kule mpori ni shida, itapita wapi ile chaki? Hakuna njia, hakuna njia. Apa mai ndombe hapa unapatiaka mutu nguo kaone makuta, unapanaka nguo anakupa asali. Mai ndombe hapa karibu na Kinshasa, yumbi teritoria ya Yumbi pale mwajeetelaba, hakuna makuta

kama tutarudisha amani tudevelope nchi tufanye nini watu waishi.